Ndugu wajumbe, kwa mamlaka niliyopewa chini ya kifungu cha ishirini na nne kifungu kidogo cha kwanza na cha pili cha kanuni za uchaguzi za ligi kuu za shirikisho la mpira wa miguu Tanzania kikisoma pamoja na kanuni ya ishirini na tano kanuni ndogo ya sita ya kanuni za uendeshaji wa Bodi ya Ligi, naomba sasa kutangaza matokeo ya mwenyekiti wa Bodi ya Ligi kama ifuatavyo. Zilikuwa ni kura kumi na nne kura iliyoharibika ilikuwa ni kura moja. Kura halali ni kumi na tatu. Sasa ndugu Hosea Lugano alipata kura sita na ndugu Nasoro Idrisa amepata kura saba. Kama ambavyo nilisema hapa, si ni utaratibu tu kwamba kwa mujibu wa kifungu cha ishirini na nne moja na ishirini na nne mbili kikisoma pamoja na kifungu cha ishirini na tano kifungu dogo cha sita cha sheria za onyeshaji wa bodi ya ligi namtangaza ndugu Idrissa, na ndugu Nassor Idrissa kuwa mwenyekiti mteule wa Bodi ya Ligi Tanzania. <coughs> Niwashukuru wajumbe kwa ushirikiano mlioipa kamati yangu tangu mwanzo mpaka mwisho tulipoanza zoezi hili. Kwa hiyo sisi tunashukuru, tumekamilisha kazi yetu. Ndugu Idrissa, wewe ndio mwenyekiti mteule, karibu hapa na wale wote mliochaguliwa, sisi kwa herini, tumemaliza kazi yetu.